Na majina ya walioitwa kwenye usaili jimbo la Ubungo na Kibamba, jimbo la Ubungo na Kibamba kuitwa kwenye usaili. Usaili huu utafanyika siku ya tarehe 15 mwezi wa 10 2025 katika chuo kikuu cha Dar es Salaam ukumbi wa Yombo 4, na 5, kuanzia saa moja kamili asubuhi fika na kitambulisho chochote kinachotambulisha au barua ya utambulisho kutoka ofisi ya serikali za mitaa ikiwa na picha yako. Zingatia muda, tarehe na mahali ambapo usaili huu utakwenda kufanyika, na hakikisha umeweza kuipata PDF hii ili kuweza kuona jina lako katika hawa walioitwa kwenye usaili ambao utakwenda kufanyika siku ya tarehe kumi na tano. Hii ni kwa jimbo la Ubungo na Kibamba, jimbo la Ubungo na Kibamba. PDF hiyo utaipata katika grupu letu la WhatsApp, link nimekuwekea katika description ya video hii. Hakikisha umejiunga na grupu letu la WhatsApp ili kuweza kupata PDF hii. Lakini kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwa kwanza kuingia katika channel ya Febo, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi. Na channel ya Febo inahusiana na maswala ya ajira update zote kuhusu ajira, elimu pamoja na mbinu mbalimbali mbali za kuweza kutengeneza pesa kupitia simu yako ya mkononi. Lakini pia huduma za kimtandao utaweza kuzipata kupitia FEABOY. Karibu sana na asante sana.